Umezunguka sana kwenye hizo nyakati ngumu. Yesu anasema imetosha, machozi yako ameyaona. Yeye anayesikia kilio cha watu asubuhi ya leo anasema nitafuta kila chozi. Bwana akafute hilo chozi. Bwana akafute hilo chozi. Bwana akafute hilo chozi. Bwana akafute kwa jina la Yesu. Bwana arejeshe ile imani iliyokuwa imeshuka. Bwana akainue upya. Kwa jina la Yesu Kristo. Wanazaretaria washindi, wapige kelele kwa Bwana. Washindi wamshangilie Yesu, washindi wampigie Yesu kelele, wanaoamini Yesu anaweza, wanaamini jina la Bwana, jina la Yesu ni ngome imara, kila neli kimbilia, uwe salama, uwe salama kwa jina la Yesu, uwe salama kwenye maisha yako, uwe salama kwenye biashara yako, uwe salama kwa jina la maadamu unalitaja jina la Bwana, Biblia inasema kila atakayelitaja jina la Bwana ata